Ndani ya studio Yuli Shafika, nataka tuweze kuanzisha mazungumzo rasmi. Kwa msikilizaji kuwa makini sana, ukiwa na maoni ama kuna jambo ambalo unataka kusemeza na pamoja nasi hapa studioni 0710606763 ndio nambari ya moja kwa moja hapa studioni, kwa hivyo usonge mbali. Karibu sana a uh, studioni mgeni wetu wa siku ya leo, na tumefurahi kuwa pamoja nawe hii leo. Tafadhali sana kwa manufaa ya wale wasiokujua. Waliosio kukumbuka na wale ambao ni wageni geni hii leo, jitambulishe majina yako kamili. Wewe unaitwa nani? Umetoka sehemu gani? Na nini hasa unafanya? Kama wewe mwenyewe, karibu sana asante sana. Asante sana, jina langu naitwa Yuli Elisha, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Uh, nimefurahi kuwa hapa oh ishi kabiri imetokea kabiri. Na asante sana Yuli Elisha, umekuwa muda hatuja kuwa pamoja, labda umekuwaje? Uh, maisha yamekuwaje, huduma pia imekuwaje kijumla? okay, maisha yangu kibinafsi yako sawa, namshukuru Mwenyezi Mungu. ni na buheri wa afya kabisa. mm -hmm. Alafu tofauti huduma ya Mungu inasonga mbele. Mm -hmm. Yeah. Leo umetuletea mageni yapi ama umetuandalia kipi ambacho tutakuwa tunazungumzia hii leo? Okay, kitu ambacho nimechoandalia nimewandalia wimbo ambao umebeba utukufu wa Mungu unaitwa na kuhitaji. Huo ndio wimbo mpya ambao unakwenda kuachia hivi karibuni audio na video ni mm -hmm. Uh, wimbo ambao utawabariki watu wengi. unasema wimbo unaitwa na kuhitaji, so maybe probably kwa mtu ambaye haelewi na kuhitaji, na naete nini kidogo, kwa kiduchu tu, unaweza kutupa mwanga ama uwazi, wanakuhitaji kuhitaji imebeba nini aswa? Okay, na kuhitaji umebeba ujumbe wa kumhitaji Mungu kwa sababu unajua katika ulimwengu tulionao, um, watu tunahitaji Mungu mm -hmm. watu tunahitaji Mungu ili tuende ili tuendelee kusurvive, kwa sababu bila Mungu hatuwezi kuishi. Kwa hiyo na kuhitaji, neno na kuhitaji ni neno fupi ambalo lipo katika kati ya ujumbe uliopo kwenye wimbo but ni, ni neno ambalo limebeba mambo mengi kulingana na wimbo wenyewe mm -hmm. So mimi ombi langu kwa mtu atakayetaka utafsiri eh, ama ufafanuzi zaidi ni awe sambamba na mimi kwenye channel ya Yuli Elisha mm -hmm. Kwa sababu nipo ntangushia huo wimbo. Kuna yule ambaye yu hana channel, hana simu ya social media so anategemea wewe leo, kwa hivyo ataki kuandikia mate kesho wakati wino upo leo ya yeah, yule naye ambaye hana simu uh, ya ya smartphone. Kitu ambacho nachoweza nikakisema kwake ni kwamba uh, kitu anachoweza kukisema kwake ni, ni, ni, ni kwamba ajiandae, ajiandae, ajiandae kwa sababu Uh, bila smartphone, napo ni shida lakini pia katika utafsiri wa, wa ufupi, yani utafsiri mfupi ni kwamba wimbo wimbo na kuhitaji ni wimbo ambao tunahitaji kuhitaji Mungu, mwanadamu anahitaji Mungu, anahitaji kumcha Mungu, anahitaji uokovu ili ampokee Mungu katika maisha yake mm -hmm. ili aendelee kusimama na unajua Mungu, pasipo Mungu mwili hawezi kuishi. ndio maana mm -hmm. kuna mbongo mmoja wanasema kwamba kupumua na pumua Mungu Uh, nilifanya uchambuzi wa wa, wa nini maana ya Mungu nikagundua. uh, hatutakiwi kumtafuta mbali ama hatutakiwi kuona ni kama Mungu hatujawahi kumwona Mungu, tunaishi naye. mm -hmm. Mungu yumo ndani mwetu kwa sababu pumzi tunazozipumua ni Mungu tosha. mm -hmm. Ndio maana hata mtu akifa pumzi haziziki. okay. So sasa, mimi huwa napenda kusema kwamba tunamhitaji Mungu ili tuendelee kuwa na pumzi zake. Okay. So sasa kwa yule ambaye atumii smartphone smartphone, kwa siku hiyo labda kwa siku itakayoposti wimbo huu auone, mm -hmm. ni kwamba ajue kwamba, mm, anahitaji Mungu ili aishi mm -hmm. kwa sababu Mungu ndiyo pumzi okay. na hizi pumzi hatuwezi kuwa nazo kama Mungu alipo ndani mwetu mm -hmm. kwa hiyo tunahitaji Mm -hmm. Yes. Na asante sana Elisha, katika maisha ya Ukristo ama katika maisha ya huduma, aa, kuna wakazi wengi ama kuna aa, watu wengi sana ambao wanakumbana na changamoto tofauti tofauti, kuanza kwa kukuza familia Uh, changamoto za kindoa changamoto za maisha labda unahisi ya kwamba hii kibao na kuhitaji kitakuwa kinasaidia vipi mtu ambaye uh, yuko katika hali ambayo nitatanishi kwa sasa ama yule mtu ambaye arika maswali mengi zaidi unahisi kwamba hii kibao kitakuwa kinamuinua kivipi kimani ni kwamba eh, wimbo huu utamuinua kinamna moja ama nyingine hususani <coughs> kwa upande wa roho <coughs> okay. na pia utamuimalisha katika hili na lile, hususan uh, kwa upande wa maisha, kwa sababu atakuja kugundua kwamba akiwa na Yesu ama akiwa na Mungu ana kila kitu. Sasa, mtu ataimarika endapo akielewa nini maana ya Mungu na Mungu atampokea kidizaini namna gani, kwa sababu huyu Mungu tunayemtamka kila wakati, unaweza kumtamka ikiwa hujawahi kumpokea. mm -hmm. endapo kila yeyote yule ambayo iko kwenye changamoto zozote zile mm -hmm. zozote zile akimpokea Mungu a, wakati atakapomhitaji na kumuita akiitika, maana yake akimpokea, aki ni kwamba changamoto yote ile haitamfanya kitu, sababu katika Roma, neno linasema kwamba mm, tukiwa upande wa Mungu, Mungu akiwa upande wake. okay. ni kipi kitakacho kitakachotutisha kita mm, ikiwa na maana kwamba yeyote atakayempokea Mungu hana changamoto yoyote ile. Sasa yule ambaye atakayepokea wimbo huu kusikiliza, ni kwamba ndani mwake akijipa nafasi ya kumpokea Mungu, tayari ni kwamba kila changamoto itaondoka ita, kwa sababu Mungu ndiye anayeondoa kila lolote ambalo nikizungumkuti kwa mwanadamu. Okay. kwa sababu kila mwanadamu katika ardhi hii mm ama katika dunia hii anaishi kwa kumhitaji Mungu. Asante hmm, yes, sana. Na kesho kuna siku kubwa ambayo inakuja tarehe ishirini na tano mwezi utakuwa ni wa sita mwaka huu, na hii siku sio kama ina ukubwa mkubwa sana, lakini ni Wakenya watakuwa wanajitoa kwa kiasi kikubwa ili kuweza kukumbuka wenzao ambao waliweza kupoteza maisha yao mwaka jana wakati kama huu katika e, yale maandamano ya kushinikiza serikali iweze kupunguza ushuru wa bidhaa mbalimbali, na kuna watu waliweza kupoteza maisha kutokana na hilo. So kesho watu watakuwa wanajitoa kwa idadi kubwa tena zaidi kuweza uh, kufanya So, zoezi zile kuweza kufanya hatua ile, labda wewe kama mhuduma ama wewe kama uh, sauti ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu, sababu tunaamini ya kwamba waimbaji wa nyimbo za injili mara nyingi pia huwa ni mouthpiece ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Labda kwa ushauri tu ambao unaweza shauri vijana wa kizazi cha jenzi na wale ambao watakuwa wanajitoa hapo kesho, labda unaweza kuwa ni ushauri upi, wewe kama mhuduma Yuli Elisha? Uh, mimi ushauri nitakautoa ni kwamba, uh, kiufupi mimi katika um, pande hizo huwa sifuatilii sana, ila mimi ushauri nitakaoutoa kulingana na vile umenielezea ni kwamba zaidi ya yote hakuna jambo linalotatulika kwa mpango wa mwanadamu mm -hmm. kila jambo linafanyika kwa mipango ya mungu okay. e, kwa sababu mungu o, ni mungu ambaye anaweza kuzuia jambo kabla halijatokea mm -hmm. e, ikiwa na maana kwamba jambo kama mungu ameruhusu ikatokea ni kwamba tayari ameafiki jambo hilo litokee mm -hmm. anakuwa na sababu zake za msingi jambo hilo litokee so, kwa upande wangu kwa upande wangu kitu cha kuambia ni kwamba kukumbuka ni vizuri kwa sababu hata Yesu Kristo tunamkumbuka sababu si alifariki, mm -hmm. Yesu tunamkumbuka, tunakumbuka kwamba alikufa akazikwa, baada ya siku tatu akafufuka, mm -hmm. kuna tarehe kabisa tunakumbuka, tuna ufufuo wa Yesu Kristo, kufufuka kwake Yesu Kristo, mm -hmm. sasa vile vile wao pia wanakukumbuka si vibaya, isipokuwa mimi ningependa wakumbuke kama vile tunavyokumbuka. Unajua, wakati tunamkumbuka Yesu Kristo kufufuka kwake, kwa, kwa kuijenga hes, heshima yake huwa huwa huwa tunatumia utaratibu wa ustaarabu mm. kulingana na Roho Mtakatifu bila navotongoza so, sababu kifo kifo ni kitu ambacho hatuwezi kuleta utani so, sababu kifo ni kitu ambacho kiko serious. Kwa hiyo tunapokumbuka ni tuhakikishe tuhakikishe kwa kwamba kuna amani inaendelea katika kukumbuka no. So ushauri wangu ni kwamba tukumbuke kwa njia ya imani na ustaarabu ulio dhabiti, kwa sababu ustaarabu ndio utakaotuliza mioyo ya wale waliopumzika kwa haki mm -hmm. E, katika uhali sawa mm -hmm. Lakini pasipo ustaarabu, hata kama ukikumbuka, basi unaongeza kilio cha kukumbuka wengine siku nyingine mm -hmm. Naam, asante sana msikilizaji. Anaitwa Yuli Elisha, mwimbaji wa nyimbo za Injili, na ilio tunazungumzia kuhusiana na safari yake ya muziki vile vile, na pia tunazungumzia baadhi yake vipya ambayo ameweza kutoa hizi siku za nyuma ambazo tunaweza kuwa naye pamoja. Naona dakika 30 zimekatika baada ya saa 5 asubuhi, na tena tuweze kuchukua mapumziko mafupi kwa minajili ya taarifa za sporti za mtaani, ndio baada ya taarifa za sporti ile ilisha sababu tunaje hewani ili tuweze kuendelea na mazungumzo yetu kwa msikilizaji, na kurai tu uzidi kwa pamoja nasi usisonge Ndivyo, basi msikilizaji, dakika 47 zimekatika baada ya saa 5 asubuhi, kando mwanzo una tunn Ahili tisa, tisa, nukta tisa Mtaani Radio, sauti ya mtandao ya kipindi cha piano. Leo ni one art and talent Tuesday studio ni uh, niko nyo, misani, wo, niboza, injili, Yuri, Enisha, na msanii wa nyimbo za Injili Yuli Elisha, na hilo tunazungumzia kibao chake kipya ambacho karibu anakitoa kinayokwenda kwa jina na kuhitaji, na hii itakuwa tu labda sio wimbo kama kawaida, itakuwa labda inaashiria kwa maombi fulani, kwa sababu wakati mtu anasema kwamba anahitaji inamaanisha moja kwa moja inakuwa ina, ni wimbo, kwa hivyo nataka uweze kusemezana pamoja nasi kama kuna mazungumzo ambayo unahisi kwamba inakuguza kwa njia moja ama nyingine, asiliana nasi kupitia 0710606799 ama 07 0710606763 pale kwenye kurasa za kijamii Facebook ni Mtaani Radio x ama tu ya eti Mtaani. Nataka kuwepesi, tena zaidi naweze kutazama ikiwa tuna jumbe zote pale Facebook, wangapi wanatufuatilia na kwa namna gani ambavyo wanatolea maoni yao kuhusiana na haya mazungumzo. Vile vile, msikilizaji, ikiwa umeshika pale kazini kwako, unaweza tupa ujumbe wako kupitia Facebook pale Mtaani. Ndio, unatafuta ukurasa Mtaani Radio, alafu natupata kwa njia ambayo ni rahisi tena zaidi. Na hivyo basi, kuna jumbe nyingi sana hapa Eh, anajulikana kama brand ile, anasema my favorite radio station. Asante sana Stella Umara anasema nikiwa nyama yan na yeye mama Justin, pamoja sana thank you. Wilson Mayo anasema kwani studio pia kuna baridi eh? Wageni wetu umejisanya sana kwenye baridi Mbaga. <laughs> Nasa kwani studio ni kuna baridi? Hakuna baridi, lakini wakati mwingine Tukia shafane, kuna kuwa kuna baridi ambayo haiwezi badilika anaitwa Daniel Kiro, anasema count mimi. Asante sana Beth Chege wa Gasharage, anasema Kiganjo Thika, we represented, asante sana mchungaji Daniela. Anasema tuni from Mwenge, kwa siku kitu count. Anaitwa Sam Hong Julian, anasema niko nani. Lamek Bakari Karen, pamoja sana sura mbaya na usafi, anatoka kutoka Nairobi mkuru kwa Ruben, aliko ndani hadi mwisho, nafuatilia mazungumzo mazuri, asante sana Jack Jawarena, anasema yuko pamoja nasi kwenye haya mazungumzo, karibu sana Julian nishatuweza kwa

mkondo upe, lakini unasalia na Mwenyezi Mungu unasema kwamba nafuata Mwenyezi Mungu. Nafata na kuna wasanii wengi wa nyimbo za injili wanaacha kuelewa hili ya kwamba kuna watu ambao wanataka kuponya, kuponywa kiroho, kuinuliwa kimani, na wanaimba nyimbo za injili kuburudisha, ama tuseme kama burudani. Labda wewe, na wewe pia ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Unaweza toa maoni gani kuhusiana na hili? Je, ni wakati mwafaka ambao uh, wasanii wa nyimbo za Injili waweze kuelekea kwa nyimbo ambazo zinajenga watu kiroho ama zinajenga watu kiimani ama wasali kwa nyimbo za kuweza kuburudisha tu, kwa sababu ijulikani ni waimbaji wa nyimbo za Injili, lakini wako na biashara nyingine zao ambazo si kuinua watu kiimani. Labda useme wako huhusiana na hili utakuwa ni okay? Asante sana. Mimi kitu ambacho nachoweza kukizungumza kwa uh, awamu hii ya pili ni kwamba kulingana pia na swali lako Uh, ni kwamba mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye ninafanya huduma hii kutoka kwa, yani nguvu ama uweza ni mwenyezi Mungu pekee yake. mm -hmm, so sasa mimi ninaamini ya kwamba ninafanya uh, kupitia nguvu za Mungu mm -hmm. Uh, lakini nakumbuka kuna wakati nilikuwa hapa nikakwambia, sio kila anayeimba gospel kwamba ni anatumikia Mungu mm -hmm. Ya, na pia sio kwamba kila mwimbaji anaokoka Uh, so kitu ambacho nitakachokizungumzia ni kwamba usisikilize gospel, gospel kisa ameimba neno Mungu, mm -hmm. mtu ukafikiria labda, um, tayari U, wimbo umebeba nguvu za Mungu yule unayemtaja unayemtumaini, mm -hmm. no, ni kwamba waimbaji wengi, um, kile nachoweza tu kuambia ni kwamba ama kuwakumbusha ni kwamba uh, uh, gospel, gospel sio midundo gospel sio gospel, sio maonyesho. Maana mm -hmm. ya gospel ni Injili takatifu. mm -hmm. Sasa uimbaji ni injili, uimbaji ni ujumbe. So sasa, uh, uh, mimi kwa upande wangu nitawashauri waimbaji wa nyimbo za injili kwamba waje tuimbe ujumbe tutume ujumbe mm-hmm. kwa sababu uh, mwimbaji ajielewe kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu, vile vile askofu alivyo, mchungaji alivyo, hata mwimbaji vivyo hivyo ndivyo alivyo, kwa sababu uh, mwimbaji anawasilisha ujumbe wa injili kupitia nyimbo, kama vile vile tu mchungaji, mchungaji anavyo anavyowasilisha uh, ujumbe maalumu wa Injili kupitia maumbili mm -hmm. Sasa sisi sote tunafanya kitu ambacho ni kimoja, isipokuwa namna ya kufanya ndio tofauti. Sasa mwimbaji ni aelewe, mwimbaji wa gospel yeyote yule aelewe kwamba maana ya kuwa mwimbaji wa gospel ni kuimba ujumbe wa Injili mm -hmm ujumbe kuwasilisha ujumbe wa injili Mm -hmm. Kwa sababu gospel ni injili, gospel sio midundo, gospel sio ma, maonyesho, gospel sio matangazo, gospel pia sio business. Mm -hmm. Gospel ni huduma ya Mungu ambayo inayohitaji fedha, unatoa fedha ukitegemea tu Mungu akubariki kwa njia yeye anayojua yeye, lakini gospel sio business okay. Na ndio maana unaweza kukuta waimbaji wapo kibao, wanaimba nyimbo za injili na wanawasilisha ujumbe vizuri lakini bado ni maskini. Mm -hmm. Ni kwa mtazamo wako utawaona wana pesa kwa sababu gani? Mm -hmm. Mungu anawafunika kama vile unajua Biblia inazungumza waziwazi kwamba kuna wale waliolishwa na uh, na nini na ndege kunguru. Mm -hmm. Sasa Mungu anawalisha kama vile alivyolisha wale wengine, wale wengine. Okay. Sasa mm, uh, utawaona wako sawa, utawaona maisha yao ya vizuri, lakini kwake binafsi mm -hmm. Yuko vibaya kwa sababu gani? uh, Mungu anampa ufuniko wa ile huduma anayoifanya mm -hmm. ili asiaibike katika macho ya watu mm -hmm. Asante sana Yuli Elisha. Lakini kwa ukawaida kawaida ama uh, jinsi ambao tumezoea wasanii wa nyimbo za injili tunaarifiwa kwamba uh, ni wasanii ambao wanafaa kuimba kulingana na maandiko uh, ya Biblia. Labda kibao na kuhitaji kuna kifungu chochote cha Biblia ambacho umekinukuu na kitakuwa ni kifungu kipi labda? Kifungu cha maombi kifungu cha maombi. Yes. Labda inapatikana kwa kitabu hivi lazima uweze kutuelewesha. Nabii unaweza kuja hapo utuambie kifungu cha maombi. There is also Google, you know. So lazima utuambie kwamba kifungu cha maombi kwa kitabu fulani mstari fulani. Labda kuna kifungu kama hicho ama ni ombi uliomba Mwenyezi Mungu akakupa ufunuo. Mathayo sura ya 6. Mhm. Mm. Ukianzia hapo ukisoma utaona ombeni mtapewa. Mhm. Mm, na kuhitaji maombi. No. Okay, asante sana. Je, unahisi kwamba kuna umuhimu wa wa waimbaji wa nyimbo, sio tu waimbaji wa nyimbo za injili, lakini wa huduma, kuweza kuishi maisha yao kulingana na maandiko hayo? itakuwa na umuhimu gani katika safari ya mtu ya wokovu? Okay, maana ya kuokoka kwanza, ni maana ya kuokoka ni kupata mwongozo katika roho. Okay, unajua sio mpaka usome kwamba usizini ni ujue kuwa ni dhambi kuna kile kitu ambacho lazima roho akuongoze. mm -hmm. asipata kusoma Biblia. mm -hmm. roho anafaa kukuongoza kama umeokoka, roho anafaa kukuongoza kwa kukujulisha kwamba hiki unachopenda kukifanya ni dhambi. mm -hmm. Sasa waliookoka tunaongozwa na Roho Mtakatifu kwa sababu so Biblia inawezekana usitembee nayo usisome wakati uko labda kwa hatarini, lakini Roho Mtakatifu, mm -hmm. yumo ndani yako. Wakati wa hatari yuko na wewe, wakati wa shida yupo na wewe, wakati wa matatizo yote yale yupo na wewe. Ndio maana tunafaa kuongozwa na Roho Mtakatifu, mm -hmm. yes. Kama asante sana. Labda daka zetu zimesonga tena, uh, utakuwa uh, na wakati wa kupokea taarifa za mtaani radio japo kimo utasari. Baada taarifa za mtaani radio, ningeomba sana uweze kunipa dakika zako 10 tukirejea na hiyo itakuwa ni hapo ambapo tutakuwa tunaelekea kumaliza kwa sababu tutakuwa na mengi sana kuzungumza na pia kuchukua muda wako mwingi sana. Kwa hivyo ruhusu tuweze kuchoma pumzi kwa mafupi tu. Ila ya usikate tama, Mwenyezi Mungu ana mpango mzuri uh, juu ya maisha yako kibao uh, kizuri sana kutoka kwa Yuli Elisha uh, kibao hiki amekishirikisha mwanadada Sara Innocent akiwa, uh, pale kwenye kurasa zake za kijamii ukifurahia uh, jinsi kinakwenda unaweza fika pale kwenye youtube yake alafu ukakifuatilia. Mambo yakisonga mazuri tu, dakika tisa zimekatika baada ya saa sita za mchana. Samahani sana yule eh, kwa sababu naona kama <laughs> Nasibu usiku na kitu kifanya kazi uchana unazizia. Macho ama ya macho yako sawa tu. Yuko sawa. Mm, huko sawa eh. Mm. Karibu sana. Ah, sitakuwa na mengi sana kuweza kuzungumzia sasa hivi kwa sababu ah, wewe ndo mwenyewe ama wewe ndio the beholder of kibao na kuhitaji. Labda mangapi ambayo zizo ambayo ungependa kuzungumza kwa upana labda kibao hiki kitakuwa kinatoka lini saa ngapi eh ili msikilizaji pia aweze kukuwa very ready. Eh kama inotification notification unaweza bonga kengele ndio ki pale YouTube aweze kukipata. Labda kuna mambo ziada ambayo ungependa kuzungumzia kuhusiana na hiki kibao. Karibu sana. Okay, asante sana kwa kunikaribisha kwa mara ya tatu tena, amaongia ya tatu o, kama ulivyoniuliza vile. Uh, nitakapowaeleza watazamaji ama wafuatiliaji wa mwimbaji Yuli Elisha kwanza nawapenda, nawaheshimu, na wathamini na wajali. Huo ndo msemo wangu, by the way, bethewee, wanapenda kusema kwamba wanadamu tunaishi kwa, kwa kuhitajiana. Unanihitaji mimi na kuhitaji wewe, nakuhitaji wewe, unanihitaji mimi. Hivyo basi e, tuombeane, tujaliane, tuthaminiane, tupendane na tusaidiane. Mimi mm, wimbo nitaupload siku ya Friday by next week ikiwa <coughs> ni audio na video. Okay. So hiyo nyimbo ndipo nitakayoiachia ndipo itakapokuwa kwenye YouTube ni nyimbo itakayokubariki. Mimi nahimiza wale watu wanaonifuatilia na wale ambao bado hawajapata nafasi ya kunijua ama kunifuatilia, waingie YouTube tu waandike Yuli Elisha, kwa niaba ya kwa sasa kupata nafasi ya kusubscribe ili wimbo utakapoingia kwenye YouTube wewe wa kwanza kuupata. mm -hmm. Na wale ambao wananifuatilia mimi, nitoe shukrani za dhati kwao, niseme kwamba vile wanavyonithamini nami nawathamini, vile wanavyoniombea nami nawaombea, vile wanavyonijali mimi pia nawajali, vile wanavyonipenda mimi pia nawapenda. So ombi langu ni wajitahidi kadri wawezavyo, wimbo ukitoka watazame na wafanye share kwa mm -hmm, watazamaji wengine mm -hmm, ili wimbo huu ufikie watu wengi zaidi. Hilo ndo ombi langu mm -hmm, na ninawaomba kwa unyenyekevu na kwa heshima pia. Nina matumaini ya kwamba Mungu atakubariki. Unajua, kushare wimbo wa mtu ni jambo kama ni dogo, lakini kwangu lina thamani kubwa mm -hmm unakumi nionyesha upendo dhabiti ambao eh, sijawahi kuwa. Unajua, hii huduma tunaoifanya tunahitaji support mm -hmm. na mimi sijawahi kumwambia mtu ani support no. mm -hmm. mimi nahitaji support ya kusukuma hii kazi ya Mungu ifanye ifanye kufika mbali, ifikie watu wengi mm -hmm. Mtu akinisupport kushare huyu amenisaidia kuliko yule ambaye kunipatia pesa yeah. Yes wanisaidie yeah, kushare wanisaidie, kutazama kuweka kwenye ma-status yao, na tumaini ya kwamba Mungu atawabariki. Asante sana yeah. Labda tunapomalizia tumuombe tu kwa social media handles ndio tuweze kuwa kwa ukaribu sana na we. Okay, mimi mm, social media zangu huwa napatikana mitandao yote yote unayojua duniani na yuhusika na Mm, muziki mm -hmm. ya yeah, inayohusika na muziki uh, uh, social media kila social media mimi nipo mm -hmm. lakini ukitaka mawasiliano ni Facebook kwa Yuli Elisha au WhatsApp kwa namba ambayo nitahitaja hivi karibuni uh, o, kwa kwa YouTube YouTube YouTube ni Yuli Elisha Facebook Yuli Elisha sasa kwa hizi platform nyingine maso Spotify Boomplay utaandika tu Yuli Elisha kama unahitaji pia kufanya status, eh, songs ukienda kwenye Facebook status yako, ukipost labda picha yako inataka kutumia labda nyimbo mojawapo ya Yuli Elisha, ukiandika Yuli Elisha kwa upande wa music, wanakuletea nyimbo zangu, unaweza kuweka status yako na nyimbo wangu. Ukitaka TikTok kufanya challenge, so ukiandika tu Yuli Elisha kwa searching ya ya song, nyimbo zangu zinakuja. Kifupi, nipo kwenye any platform ambayo inahusika na muziki katika dunia mm -hmm. sio katika Kenya, yaani katika ulimwengu wote. okay. dunia okay. yote mm -hmm. Yes, na asante sana uh, nadhani sapo na nyingine na ziada, ila kufungia hapo mazungumzo yale Elisha mm -hmm. na kuappreciate pia kuweza kuchukua muda wako kuweza kuitikia wito na kutembea studioni ili uweze kutuletea mambo mengi mazuri ambayo umeweza kutuletea hii leo. Hatuna nyingine ambayo tunaweza kupa, ila Mwenyezi Mungu, kazi nzuri aliyoanzisha, mwenye uwezo kamilisha. Asante sana na uwe na siku njema.